Wengineko kaunti namba 40 ni kwamba wanawake waliojiunga katika makundi kwenye eneo bunge la Teso huko Busia wamehimizwa kujisajili kwenye vyama vya ushirika ili waweze kujikomboa kiuchumi kupitia mikopo ya riba nafuu. Kwa taarifa kamili, huyo hapa Jen Cherotich wake kutoka makundi zaidi ya mia mbili eneo bunge la Teso Kaskazini walimiminika katika chuo cha mafunzo cha NYS Kamuriai viungani mwa mji wa Malaba ili kupokezwa hundi zao. Hapa ni zoezi la ugavi wa jumla ya shilingi milioni 6.7 zilizochangwa mwezi jana kwenye harambe iliyoongozwa na msaidizi wa rais Faruk Kibet. Waliofaidika na hundi hizo wametoa ushauri kwa wanawake wenzao kukumbatia mshikamano katika kusukuma gurudumu la maendeleo ili kupunguza asilimia kubwa ya umasikini na kuinua uchumi wa eneo hilo. Na nimekuja hapa nimeelimisha wamama pia waende waitumie hii pesa mzuri, kama, kama ni kidogo anaona ni kidogo hawezi kufanya mradi, waiweke katika uzalishaji, waweke katika savings, waikope ili waongezee kwa sababu wakikopa watakuwa na riba na wataweza kuendelesha maboma zao. Chenye tunahitaji ni transformation, watu wabadilike kutoka kwa umaskini waingie pia kujimudu, kila familia it is historic ya kwamba we have never never benefited from any leader and today we are proud of our honorable Oku Kaunya ya kwamba ameweka watu wote pamoja. And I'm happy kwa sababu pesa imegawanywa kwa usawa, haijapagua grupu yoyote. Leo siku ya leo nimefurahi sana kuwa na wamama na kupanga jinsi ambavyo tunaweza inua familia zetu kupitia kwa hizi pesa ambayo tulichangiwa kama wamama, na ninaomba wale ambayo hawajajiunga na vikundi mtoke kwa uwingi, ili ya kwamba pia muwe na vikundi na muweze kutembea na wamama wenzetu, ili tupate kufanikisha mafamilia zetu. Hata hivyo baadhi ya kina mama walionufaika na hundi za kati ya shilingi elfu thelathini na shilingi elfu arobaini na tano wamesikitika kuwa pesa hizo ni kidogo, wakisema kuwa watajikakamua kuzizalisha kupitia riba ya mikopo kulingana na uchumi ya sasa. Kweli ni kitu kidogo, lakini tunashukuru tuna kwa hiyo kidogo, lakini hiyo pesa tunaenda kufanya table banking. At least kila mtu tukirudisha na faida kidogo kidogo, hiyo pesa tunaona ni kama haitoshi. Tunaomba tuongezewe ili tuweze kuinuka zaidi. Tumepewa 45 na tuko kikundi ya watu thelathini. Mbunge wa Teso Kaskazini Oku Kaunya akizungumza baada ya kukabidhi hundi hizo, amesitiza kuwa kujiunga katika vyama vya ushirika ndiyo mbinu pekee inayoweza kuwatoa wanawake kwenye changamoto zinazowakwamisha kupiga hatua za kimaendeleo. Atungetaka mambo ya vikundi kuchukua pesa na kugawanya elfu moja, moja na nini haitawafaidi. Tungetaka hizi pesa zote iweze kuwekezwa kwa biashara ambayo itanawiri na italetea faida. Wengine we vikundi tumewaambia waweke pesa katika sako ambayo kila mwaka itakuwa inawapatia faida ama riba. Kaunya amesema kuwa akinamama hao wamefunzwa jinsi ya kuwekeza. Uh, siku ya leo tulichukua muda uh, tulichukua muda ya mwezi mmoja ili tuweke mpango kabambe kuhakikisha kuwa akinamama wanapata elimu elimu ya kuwawezesha hao wa kufanya biashara na kutumia hizo pesa kujifaidi. Jen Cherotich, runinga ya Citizen, kutoka eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia.